Uh, na isoshe tunalima kwenye shamba moja na hilo shamba ni shamba letu la Tanzania na tuko hapa kuyajenga. Kwa hivyo sofa, tumeshajifunza sisi kama watu wa habari na nyinyi kama innovators na wengineo na wengineo, wapi pana changamoto, wapi inabidi tukae tuseme, basi this is the discourse that we're going to take this forward. Um, kama tasnia ya habari tuna jukumu la sio tu kuhabarisha lakini pia kuelimisha pamoja na ku entertain . Kwa hivyo we take that very very seriously na ndani ya misingi ya tasnia. So hizi changamoto ambazo zinaonekana hapa ni changamoto za kuendelea kuongea na kujenga na kuanza kusema basi, hii ndio hatua ambayo tutaichukua, ya kwanza, ya pili, ya, ya tatu. Ni na madhumuni ikiwa kuweka kutuweka kwenye, kueka, kwenye chart kama Tanzania Tunisia kuna nchi nyingine ambazo wanafanya vizuri zaidi kwenye nchigine na la France, right, so how do we get there? If we say that is our mission, that is where we want to go, who is responsible for what? Na kila alifanya jukumu lake. Mimi, Asante KP, wrap up uh, haya mazungumzo ie pale kwa Mrusha Jones ambako ametukumbusha namna ya ama kutoka na azimio au kuendeleza kutoka hapa tulipo, tulipofika. Kwa hivyo uh, organizers watusaidie tupate uh, conversation ambayo itakuwa ni endelevu. Teknolojia sa sasa hivi inaturuhusu kufanya uh, maongezi mara kwa mara. Namrusha mara nyingi kupitia inaitwaje, mara au inaitwa wanabidi au nini, mlikuwa mnafanya maongezi mara kwa mara msahau eh, kumekucha eh, kulikuwa na maongezi ya mara kwa mara hasa kipindi cha Covid 19 kulikuwa na matatizo mengi ambayo jamii yetu ilikuwa inapitia wakati ule. Sasa jinsi ya kufikisha ujumbe kwa umma njia zilitafutwa nyingi, mojawapo ilikuwa ni ile ya kufanya mazungumzo ya mara kwa mara kuelekeza watu kutafuta hizo nini hizo uh, protective equipment na nini. Sasa ni uh, changamoto hii irudi kwa organizers, sijajua itakuwa vipi, lakini vichwa vinavouma zaidi, tutoke tukiwa tunajua kuna maongezi yataendelea baada ya, ya hapa kama itakuwa ni monthly au itakuwa vipi, itakuwa structured kwa taratibu gani, sisi sina uhakika hilo hilo ni la la kwanza, lakini sisi na jirani zetu Mwananchi pia tutatafuta namna ya kuzungumza wenyewe uh, pembeni, tuone ni jinsi gani baadhi ya kazi tunaweza tukazifanya pamoja kwa sababu kwenye collaboration, story moja ambayo tungeifuata mbele ikiwa deployed ndani ya house moja, ile gharama tukawa tume split, Mwananchi akatoa kiasi na sisi tukatoa kiasi, siku ya kupublish tunakubaliana tutazipublish muda fulani, saa fulani gharama imeshuka, lakini impact inakuwa kubwa, zimepushwa kwa wakati mmoja. Uh, kingine nime mzee wa KT pale alikuwa anazungumzia sio, uh, msaiti, nafikiri msaidizi wao mm-hmm. Amezungumzia media zitoe nafasi ya kupromote uh, startups au watu ambao wanafanya innovation. Hilo linawezekana na si lazima kuwe baadhi ya vyombo vya habari vinahusu barter trade, kwa maana kwamba wewe utatoa value fulani ya biashara na mimi nitatoa value, tutakutana katikati, tuta implement kwa terms ambazo kwa tutakuwa tumekubaliana. Milango iko wazi. Naomba niseme kwamba kwa baadhi ya hivi vitu hatuchaji shilingi moja. Kama utakuwa una story ambayo unataka tuichapishe, tui hatutozi hatu fedha ya aina yoyote. Leta wazo lako vizuri linauzika na lina impact, sisi tutaifanya hiyo story, si mara moja, ni mara nyingi, tunaruhusu ifanyike. Tuna reporters wako nchi nzima. Kwa hiyo ukisema leo una, una innovation yako ambayo una implement let's say Kiwira, karibu na boda, karibu na boda ya Malawi, tunaweza kuifanya hiyo kupitia kwa reporter wetu ambaye yuko yuko Mbeya. Tusijilimiti na Dar es Salaam. Mimi nimezunguka sana mikoani kwa shughuli hizi, nimeona vitu vingi ambavyo tunavichukulia tuna for granted, lakini ni vile vile ndio vinatatua kero zinazopunguza watu kuja mjini. Bora kwa sababu kila mtu anakimbilia Dar es Salaam kwa kuona kwamba ndio kuna fursa, lakini fursa amezi ameziacha kule ambapo ametoka ame, ame Okay. Kwa hiyo uh, mengineo tumezungumza au waandishi wa habari waweze kuwa, kuwa na, uh, na maarifa kuwa na vikundi vya wanahabari, ambao nimefurahishwa na yule kijana mdogo pale, ana maarifa mengi sana, na niwapongeze Mwananchi kwamba wamtunze vizuri aweze kuwa na mchango mkubwa baadaye. <laughs> Hivyo naomba nisie hapo Baraka, asante. Mimi na point tatu za Baraka hapa. Cha kwanza na address innovators startups wenzangu kwamba day hii ni business <laughs> it has to to be win win. Kwa hiyo for you to get something out of easy media lazima nawe pia uwe una uh kitu cha kuchangia. Um, pia nipenda kushukuru <laughs> Uh, programs kama za funguo. Mazuri, naweza kusema kwamba mimi ni, ni introvert. Lakini funguo inaweza kuona watu kama sisi wenye potential. Na all media appearances nimekuwa nikipitia funguo program. Kwa hiyo ningependa pia kuona kama kuna watu wanaweza ku-support. Lakini changusho pia kujibu swali la dada pale niliuliza kuhusu how do we approach digitalization. Najua haiingii sana kwenye theme yetu, lakini kuna kitu tunaongelea kuhusu society yetu kama Tanzania. Watanzania wengi sisi tunateja a few thousand clients, na nimegundua kwamba wewe unaweza uka assume because you're in your own bubble kwamba mtu atapenda digital, lakini wateja wetu wengi wanapenda kushika karatasi kama karatasi. Kwa hiyo kuelewa mteja wako na na kumtrain na kuuza product yako kwa kwa, kwa, kutoa elimu pia inasaidia. Kwa hiyo machache, ningependa kuishia hapo na kuwashukuru. Asante. Gibson, malizia kaka. Asante sana. Kwanza ningependa kushukuru kwa kupata hii platform kuwepo hapa, lakini pia ni vitu vingi ambavyo nimejifunza kutoka kwa panelists pamoja na the audience to walk the talk. Uh, um, kutokana na support ambayo nilipata kwa funguo wa mmoja kati ya investors kwenye program iliyopita ni imenisaidia kuweza kumuzi biashara ya yangu kutoka sehemu moja kwenda nyingine, mm -hmm. Sasa hapa tuna media, hapa tuna audience, so what is the call to action? Sasa hivi Waga Motion tunatengeneza vituo vya kuchaji magari ya umeme, pikipiki za umeme, guta na bajaji na It's a very good opportunity, tuna manufacturer wa magari ya umeme wa Tanzania lakini pia tuna watu ambao wana uwezo wa kununua magari ya umeme pamoja na wana pikipiki zingine. Kama una sehemu yako ya parking ama kama una biashara unafanya sehemu yote Dar es Salaam. Sisi Waga Moshen tunaweza tukaigeuza ile sehemu yako kuwa sehemu ya biashara ya kuchangia magari ya umeme pikipiki na buta kwa ni sehemu ambayo ningependa ku- pata opportunity, tuna media lakini tuna audience, basi hapa hapa naitumia, lakini tuweze kujua jinsi gani wote tunawin. Asante sana, asante sana.